Bendera ile ilipiganiwa hapa mpaka tukapata uhuru yetu, si kweli? Iyo anatucheza ama vipi? Na hatuwezi tukakubali kamwe. so, the director of directorate of criminal investigation, kuna hawa uh, hawa wasomali wawili ambao wameweza uh, kuikosea nchi ya Kenya kikweli. Uh, hii ni baada ya wao wasomali kucheza mechi moja kwa moja na wakenya katika uwanja uh, stadium, wa Nyayo Stadium maeneo ya Kenya kule, lakini baada ya wao kuwafunga wa Kenya e, wakaonyesha vitendo fulani ambavyo kidogo havikubaliki kwenye jamii aa, ya wa Kenya. Sasa imekuwa ni gumzo sana mtandaoni sana, sana. Ukiingia TikTok pale, nilikuwa nakutana na hizi video zinasambaa sana kwa kasi. Sasa full story ama full habari yote nimeweza kukuelezea hapo mbele tu, nimekuwekea video aa, na pia nimekuelezea kunaendaje na kunakutaendaje na ilianzaje mpaka ikawa gumzo kama hivyo. Somali hawa wawili tayari e, washashikwa na wako mahakamani kusikilizia kesi yao, ni kwa nini waikanyage bendera ya Kenya na kuifutia futia mguu. Hii ni kama vile kudharau nchi, ebwana. Video iko hapo mbele, afika uweze kujionea, yes, ebwana. Kuna hii video ambayo imezidi kwenda viral e, ikiwaonyesha Wasomali fulani wakidharau Uh, bendera hii ya Kenya nadhani umeweza kukutana na hii video. Imekuwa ikisambaa sana, ama kwa lugha ya Kizungu imekuwa ikitrend sana maeneo ama upande wa TikTok pale, na ni video inaonyesha vijana wawili e, wa Somali ambao wanaonekana wakikanyaga bendera ile ya Kenya. Hii ni kuonyesha kuwa hali ya nidhamu iko chini kidogo, wana uh, hawaheshimu bendera hii ya Kenya. Wakati wa Kenya wanaiheshimu kwa sababu waliweza kupigania uhuru mpaka pale ambapo waliipata, lakini hawa Wasomali sasa aa, ni kama e, wanaidharau nchi ya Kenya bwana e, nitakwenda kuelezea kuliendaje mpaka vijana hawa wakaamua kuikanyaga bendera hii ya Kenya na hata pia kuifanyia utani na mchezo ambao hauhitajiki kufanyika kwenye bendera ya taifa. Sasa kulikuwa na mechi, kulikuwa na mechi, eh, mechi ama eh, mechi pia tunasema kati ya, ya Somali na wa Kenya. Kati ya wa Kenya. Somali na wa Kenya, mcheza mchezo huu wa mpira tu ambao unajulikana kama vile kandanda eh, wakaja akacheza pale eh, maeneo ya Nyayo Stadium pale eh, lakini baada matokeo matokeo, yani wa Somali wakawafunga wa Kenya. Somali wakafunga wa Kenya. E, sasa sasa hapa nataka tuelewane mtazamaji, sababu wajua kuna Wasomali wengine lakini ni wa Kenya. E, yaani, Wasomali walikuwa walitoka Somalia wakaja Kenya wakaishi Kenya mpaka wakapata citizenship ya Kenya. Na kuna wale Somali ambao wako Somalia kule. Sasa wale wenye wako Somalia ndio walikuja wakacheza na wa Kenya. Baada ya kucheza pale e, wa Kenya wakafungwa. Baada ya kufungwa pale, sasa katika ile hali ya kushangilia ile hali ya kushangilia sasa, hawa wasomali hawa wasomali wawili, lakini wa wasomali ni wawili tu, wakaweza kuchukua ile bendera na wakuifanya kitendo cha ajabu kama vile ambavyo nimekuonyesha kwenye ile video. Sasa kitendo hichi kikasambaa sana. Kwa nini watu wakauliza, watu waka, waka ni kwa nini waweze kufanya bendera namna hii, mbona waikanyage? E, bendera wakati watu walipambania, mpaka a, wakaipata. Unaona, kutoboa kwenye uhuru si kitu mchezo. Kuna kiongozi huyu, e, afisa huyu wa masuala ya usalama akaweza kusema kwamba vijana hawa wawili waweze kutafutwa na baadaye kufunguliwa mashtaka waweze kutiwa ndani, hapo wakisikilizia kesi yao vile ambavyo inaendelea. Eh, kupitia hivi basi ukawa na utata kidogo eh, vurugu zikawa ni nyingi. Wengine wanasema oh, wale wa Somali walioko Kenya sasa hivi waweze kuondoka sababu wanadharau nchi na bado wao wanaishi ndani ya Kenya. Haibidi waweze kuhama. Sasa mambo yakawa ni mengi sana mtandaoni eh, hadi habari hizi zikafika paka upande kule wa Somalia ambapo ambasada wa kule, ambasada wa Somalia, Kenya akaweza kuomba ha, msamaha Um, ambasada wa, wa, wa Somalia kule samahani, hapo likuwa n natiauka kiasi mtazamaji e, ambasada wa wa ni Kenya, uh, upande wa uh, Somalia kule akaweza kuomba msamaha e, na, yani sijui nikueleze vipi hapa mtazamaji, namaanisha ambasada wa, wa Somalia kule akaweza kuomba msamaha kwa Wakenya ili jambo hili liweze kuisha lisifikie mbali hadi kuweza kuzibiana kwenye biashara za Kenya kuingia Somalia na biashara za Somalia kuingia Kenya. Lakini katika, akafaulu kuomba msamaha. Lakini katika ile kuomba msamaha naye kidogo, najua shetani ni, ni, ni mwerevu na pia hana mamlaka atashindwa tu. Sasa yule, yule ambasada wa Somali naye alivokuja kuomba msamaha ile bendera ya Kenya akaeka pale bendera ya Kenya na akaeka bendera ya Somali, ya Somalia lakini sasa bendera ya Kenya na akaiweka juu chini, sasa ikawa ni gumzo tena. Mnamtuma mtu aje kuomba msamaha alafu mwisho wa siku bado yeye pia anadharau bendera, sasa ikawa ni kivumbi, ndo mambo yakazidi kupamba moto kweli kweli, e, huku wa Kenya akisema hatutaki msamaha wenu na tutawapiga tuta, nyinyi mrudi kwenu kule ambako e, mlitoka. Sasa mambo yakawa ni vurugu vurugu vurugu sana sana, eh, hadi eh, vijana hawa sasa ah, ikabidi waweze kutafutwa mmoja mmoja, eh, mmoja akanaswa, sababu unajua ah, vijana hawa wanapenda kufanya sana TikTok challenge. Pale ukiingia TikTok kwenye account yake utawaona. Mmoja akashikwa. Ay, wakabainika kuwa vijana hawa mmoja ana miaka kumi na nne na mwingine ana miaka kumi na saba. Sasa mmoja huyu mkubwa huyu ana miaka kumi na saba akaweza kunaswa, bado huyu mmoja ndo ambaye ana bado mpaka sasa hivi anatafutwa hajapatikana na kuna video hapa ya huyu afisa kuhusiana na mambo haya ya usalama e, basi anaweza ku, anakuwamamea mri e, polisi waweze kumtafuta kijana huyu e, aweze kueleza a, ni kwa sababu gani aliweza kufanya kitendo kama kile cha kudharau bendera ambayo a, bendera ambayo iliweza kupiganiwa hapa hadi watu wakaweza kupata uhuru, halafu anakuja kuikanyaga tu. Najua ukikanyaga, mtazamaji, inaonyesha ni kama vile umekanyaga nchi. E, sasa haikui haiwi kitu cha heshima kwa kwenye nchi e, yani kama vile wanajeshi wote wamekanyaga, polisi wote wamekanyaga e, rais pia umemkanyaga, yani inaonyesha kuwa umedharau nchi kupitia ile bendera. Sasa hivi e, anazidi kutafutwa na kila kitu kitakuwa sawa tu, ili iwe funzo kwa, kwa yeye na hata pia kwa wengine katika mambo haya ya kuchezea a, bendera hizi ambazo watu wamezipigania uhuru. Na unajua mtazamaji, hakuna bendera ambayo haikupigania uhuru. Nchi zote ukiona kuna bendera, basi jua watu wamepigana, wamepambana mpaka kuja kupata uhuru, ndio mwishowe wakaweka bendera ile. Kwa hiyo uh, ukiwa kwenye nchi za watu mtazamaji eh, kuwa na adabu, kuwa na heshima na bendera za watu. Sio bendera tu, bali hata uh, vitu vingi vya serikali kama vituo vya polisi. Wewe kuwa tu na adabu, sababu unaweza kufanya kitu ili utrend TikTok lakini mwisho wa siku kinakuja kukuletea matata, ama mwisho wa siku pia kinakuja kukuletea balaa lengine. Kama huyu dogo sasa, yeye alifanya vile atrend tu, lakini mwisho wa siku unaona, sasa hivi anatafutwa na polisi wa Kenya na pia anatafutwa na polisi wa Somali. Sasa hivi e, chake kiko motoni. E, mambo yanazidi kuwa moto kiupande wake. Eh, alidhani tu anafanya TikTok challenge lakini sasa hivi mambo yamezidi kumgeukia. Eh bwana Umbea Media TV ndio nazidi kukupatia habari hizi na zidi kukuletea burudani hizi kamili cha msingi tu usahau ku like na pia usahau ku subscribe eh, kwenye channel hii ili tuzidi kwenda pamoja na dondosha comment yako pale eh, ili tuzidi kwenda sawa na unaacha like na unashare pia kwa ndugu jamaa na hata marafiki zako ama jamaa zako.